tu karibuni katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Kumekucha, ambapo kama nilivyosema hapo awali, hii ni sehemu ambayo tunakuwa na mahojiano na mgeni anakuwa ametufikia studio. Na kwa siku ya leo nipo na mkurugenzi wa mambo ya habari kutoka Femina, huyu anaitwa Bi Amabilis Batamula. Habari ya asubuhi. Salama kabisa, karibu sana studio. Njema kabisa. Pamoja nami nitakuwa na Rainfred Masako katika sehemu hii tukiendesha mahojiano haya na mgeni wetu hapa. Uh, Femina mmekuwa na, na, na, na, na, tunaweza kuita ni programu ile Ruka Juu lakini shindano lile Ruka Juu, lakini hivi sasa mnatuambia kilimo kinaweza kumtoa vijana Ndiyo. na nafikiri tutajikita leo katika sehemu hii, Ruka Juu inazungumzia kilimo uh, na, uh, kwa nini au imekuaje mpaka mmeamua uh, kutoka kwenye uelimishaji wa mambo ya kupambana na, na Ukimwi na vitu vya namna hii. Sasa mnazungumza kilimo. Uh, hatujatoka kwenye uelimishaji wa namna hiyo, ila tume tumepanua wigo ndio. Kwa hivyo kule bado tupo tupo sana, lakini tumepanua wigo na tumeingia katika eneo hilo na si kilimo peke yake. Kuna mihimili mitatu ambayo inatuongoza katika kazi zetu. Tuna swala hilo la kuzungumza afya ya uzazi ndio, tunakuja kwenye Ukimwi, tuna swala la mkomboa kijana kiuchumi na suna, kuna swala lingine pia, muhimili mwingine ambao tunasema ni wa kijana kujihusisha katika mambo yanayomhusu haki zake, uraia wake na nini, uwajibikaji uwajibikaji, mambo ya uwajibikaji kama kijana. Kwa hiyo katika hicho huo muhimili wa mambo ya kumwezesha kijana kiuchumi, ndio tunakuta mambo kama haya, ili tuweze kuangalia kilimo kina mkomboaji kijana. Kwa hivyo ni katika kumwezesha kiuchumi na hmm. Pengine nizungumze kidogo kwamba tunazungumza kilimo kwa sababu mwagilia basi ana, ana, ana, ana pampu ya kumwagilia maji pale, analima ana nyanya yeye, anaweza kumwagilia nyanya zake muda wowote anaotaka, anaweza kulima muda wowote anaotaka. Basi vijana, ukijifunza ujanja wa namna hiyo, aweze kutengeneza kitu kama hicho, amwagilie muda wowote anaotaka. Ukame ukija, ana mahali pa kukimbilia, mvua ikija, inakuwa kama msaada. Lakini pia katika na sisi pia tunajifunza katika huu mchakato, tumeweza kugundua kwamba kuna vitu ambavyo vinakuwepo lakini pengine hamvifahamu. Kuna sheria za maji, huwezi tu kuchukua maji ya mto ukamwagilia vyovyote unavyotaka. Kuna vibali ambavyo vinatakiwa, kuna uchimbaji wa visima, kuna vibali ambavyo, kuna visima vya aina fulani ambavyo unaruhusiwa kuchimba, vingine huruhusiwi mpaka upate kibali. Basi haya yote tunayaweka wazi, ili hizo fursa ziweze kuonekana na mtu achague kwamba, kama ukame umekuja mimi natumia fursa gani? Okay. Mna, mna, mna, mna katika, umesoma mna, mna wataalamu wa kilimo ambao mnajaribu ku shiriki nao katika namna ya kuelekeza vijana hawa okay. katika hizi shughuli zao za kilimo. yeah. kuna, ishu, kuna kuna swala la mbegu yeah. mbegu bora yeah. maandalizi ya mbegu bora yeah. Uh, ili kuweza kupata mazao bora uh, uh, mbeleni sasa. Na hili mafun, katika mafunzo yenu pengine kwa vijana uh, swala hili mmekutana me, nalo pengine na liko namna gani? Swala la mbegu bora naweza kusema pia hatujafikia hiyo hatua bado.